Mheshimiwa uh, Neema Kichiki Lugangira atafuatiwa na Mheshimiwa Munde Tambwe na Mheshimiwa Tarimba basi ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Profesa kwa mchango mkubwa na mzuri kwenye eneo zima la lishe. Na ni kweli kabisa lishe bora ni jambo la msingi sana na ndilo ambalo linapelekea kutuhakikishia kama taifa kulinda rasilimali watu. Aidha, namshukuru sana kwa kutambua jitihada zangu binafsi na tutaendelea kushirikiana katika kusemea ajenda hii ya lishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nijielekeze kwenye mchango wangu kwenye wizara hii muhimu sana ambayo kimsingi inabeba muktadha mzima wa maendeleo ya jamii, lakini pia masuala ya wanawake, jinsia na makundi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo amefanya kuleta mageuzi makubwa katika sekta hii ya angels stawi watu hii muhimu. Vivyo hivyo nampongeza sana Mheshimiwa wa Waziri Dr. Dorothy Gwajima, Naibu Waziri, Katibu Mkuu Jingu, pamoja na viongozi wote wa wizara hii. Kipekee kabisa napenda kutambua jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na dada yangu Viki, msajili wa Angels pamoja na mwenyekiti wa mwenyekiti ya bodi ya Angels mama yangu Mantum Maiza pamoja na baraza la taifa la mashirika yasiyo ya kiserikali na Kongo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo tumesikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa waziri, sekta hii ya Angels kwa mwaka 2024 peke yake imechangia trilioni 2.61 katika kutekeleza afua mbalimbali za, za, za maendeleo hapa nchini kwetu lakini pia sekta hii ya NGOs imechangia moja kwa moja zaidi ya ajira elfu ishirini na moja kwa Watanzania. Sasa, pamoja na mafanikio haya, ningependa kuishauri serikali kupitia wizara hii katika maeneo yafuatayo. Jambo la kwanza, kutokana na mabadiliko ya misaada au ya utoaji misaada wa fedha kutoka serikali ya Marekani pamoja na serikali zingine ambazo zinaendelea kufanya mchakato huo, ni muhimu sana serikali ifanye tathmini ya hali ya kifedha ya NGOs baada ya misaada hiyo kufutwa. Hali kadhalika hapa nimtambue na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kiongozi mwenye maono, kwa sababu mwaka 2023, mwaka 2023 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza serikali iharakishe mchakato wa kuanzisha mfuko wa NGOs yani, NGOs Basket Fund. Kwa hiyo ningependa sana wakati Mheshimiwa Waziri unahitimisha utueleze bayana kuanzishwa kwa mfuko huo wa angels umefikia wapi, hususan tukizingatia hali ya kiuchumi iliyoko hivi sasa kutokana na misaada mbalimbali kufutwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kuwasilisha ombi maalum, na nafurahi leo Mheshimiwa Waziri kaka yangu Jerry sababu pia ya taarifa ya ulinzi binafsi katika sheria ya taarifa ya ulinzi binafsi hakuna kategoria inayotambua sekta ya NGOs. Kwa hiyo hiyo inasababisha kwamba NGOs natakiwa zilipe kujisajili katika mfumo, mfumo wa taarifa binafsi taarifa binafsi, taarifa binafsi, jambo ambalo linakwamisha jitihada za sekta ya NGOs. Hivyo naomba niwasilishe ombi kwamba sheria ile ifanyiwe maboresho kidogo, itambue kategoria ya NGOs na NGOs ziweze kupata msamaha wa kulipa kiwango hicho cha usajili. Al Alikadhalika, mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa upande wa TRA kwa maana TRA wanatambua angels kama vile ni biashara. Kwa hiyo wanazitambua na kuzichukua angels na biashara kama ni kitu kimoja, kitu ambacho kinaleta changamoto kubwa sana kikodi. Hivyo niombe sana serikali, natambua tumeshapata fursa, tumewasilisha kwenye tume ya kodi, lakini niombe sana serikali na wizara hii itusaidie kuhakikisha y kwamba TRA watofautishe kati ya NGOs na biashara kwa sababu NGOs hazifanyi biashara. Kwa hiyo kuzichukulia kuzi, kuzi kikodi kama vile nazo zinafanya biashara ni jambo ambalo sio sahihi. Mheshimiwa mwenyekiti, kipekee nikiwa kama mbunge wa viti maalum kupitia chama cha Mapinduzi inayowakilisha kundi la NGOs, naomba niwasilishe shukurani zangu za dhati kwa sekta nzima ya NGOs kwa ushirikiano mkubwa ambao wameniipa tokea nimeanza kuhudumu nafasi hii na hali kadhalika kunifanya nimekuwa mbunge wa kwanza aliyehudumu katika nafasi hii kupata utambuzi na ushirikiano ambao wamenipatia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakishukuru sana chama changu, Chama cha Mapinduzi, kupitia baraza kuu la umoja wa wanawake chini ya mwenyekiti wetu bingwa kabisa Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, Mama Mary Pius Chatanda pamoja na makamu mwenyekiti wetu bingwa kabisa mneki Zainab Shomari kwa, ku, kwa, ku, kwa, kuongeza, kwa kuongeza nafasi ya wabunge wa viti maalum wanaowakilisha kundi la angels kutoka nafasi mbili na sasa kuwa tatu, ambapo kutakuwa kuna nafasi mbili upande wa Tanzania bara na nafasi moja upande wa Zanzibar, na hii inaendelea kudhihirisha namna ambavyo chama changu Chama cha Mapinduzi kinatambua na kuthamini mchango mkubwa wa sekta ya angels kwenye kuchangia maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kuahidi kwamba nitaendelea kufanya kazi kwa kujituma, ufasaha, na ufanisi na ubunifu na weledi mkubwa kwa maslahi mapana ya maendeleo ya taifa letu, na hali kadhalika naendelea kuwategemea sana mama zangu na viongozi wangu wa jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania kutoka kila kona ya nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nakipongeza sana chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuwa chama ambacho kinaongoza na kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kinaimarisha mazingira ya uwezeshi ya wanawake kuweza kushiriki katika ulingo wa kisiasa na demokrasia. Hivi sasa Chama cha Mapinduzi kiko katika hatua za mwisho za kukamilisha mchakato wa kuwa na sera ya jinsia ya Chama cha Mapinduzi pamoja na mwongozo wa dawati la jinsia la Chama cha Mapinduzi, jambo ambalo litakwenda kuimarisha ushiriki wa wanawake, wa si wanawake katika siasa, na kwa kufanya hivyo ndivyo ambavyo tutakuwa tunatekeleza falsafa za 4R za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kubwa pia kwa kupitia sera hii ya jinsia ya Chama cha Mapinduzi pamoja na mwongozo wa dawati la jinsia la Chama cha Mapinduzi itapelekea kuwalinda na kuwawezesha na kuhakikisha ya kwamba madiwani wa viti maalum na wabunge wa viti maalum wataweza kutekeleza majukumu yao katika maeneo yao pasipo kupitia changamoto za kukwamishana kwa maslahi binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana viongozi wangu wa serikali na chama mkoa wa Kagera na wilaya zote nane za mkoa wetu wa Kagera kwa ushirikiano mkubwa ambao wameendelea kunipa katika kutekeleza majukumu yangu, lakini hususan na kwa kipekee sana niwashukuru sana wananchi wenzangu wa Bukoba mjini kwa ushirikiano mkubwa ambao wameendelea kunipa na ni waahidi ya kwamba tutaendelea kushirikiana kama ambavyo tumekuwa kushirikiana, na niwatoe hofu kwamba tayari nimeshapata uzoefu wa namna ya kukabiliana na changamoto zenye mlengo wa kukwamishana kwa, kwa maslahi binafsi. Hali kadhalika nitumie fursa hii kuwatakia kila laheri wagombea wote wa jimbo la Bukoba mjini, na niahidi nitatoa ushirikiano mkubwa kwa yule ambaye atateuliwa na chama chetu kugombea katika nafasi hiyo. Na baada ya kusema hayo, niseme kwamba naunga mkono hoja na tukutane site. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana mheshimiwa Neema.